Sister, samahani, nilikuwa Yes, naomba kuuliza. Yes. Mimi nimetokea huko. Yes. Sawa, naelekea hivi sasa. Kuna sehemu moja nimeambiwa, kuna container jekundu, si unaweza ukanielekeza hapa? Ah, eh, hii hii barabara moja kwa moja, alafu unakunja kulia. Hebu shika hivi, na make hivi, na na hivi, siku moja moja, yani ukinyosha moja kwa moja mbele, utakuta kuna junction. Ngoja ngoja nishuke kwanza, twende sawa Maanake unamaanisha? e, yani njia zimekutana. zimekutana. Ngoja tuende sawa, ngoja tuende sawa. <laughs> Njia zimekutana hivi si ndio? Zimekutana hivi. Sawa. Okay. Eh, sasa kwenye hii junction ndio unaenda kushoto. Kushoto. Eh, ukienda kushoto ukinyosha, eh, utakuta roundabout pale. Okay. Ngoja tuende sawa hapo mbele, manake kuna roundabout <laughs>

Basi naomba tupite hapo, sawa eh? Ingia hapo tupite nyumbani alafu utanipeleka kesho mapema asubuhi. Ah, sawa, haya haya, hizi nenda nazo hapo sasa. Wapigie nyumbani waambie kesho.